Simba anakwenda kuwakaribisha Kagera Sugar, mzee wangu, hapa tuzungumze naye maili matatu, tumsikie maoni yake ni yapi kuelekea mchezo wao, ambapo akitoka huu unasalia ule wa tarehe ishirini na tano dhidi ya mtani wake. Mzee shikao, unasemaje? <laughs> Hebu rudia. Baada ya mechi hii dhidi ya Kagera Sugar inabaki mechi moja dhidi ya mtani tarehe ishirini na tano mwandishi. Hmm, leo tunahitimisha sisi ligi yetu, Simba tunahitimisha ligi ya mwaka elfu mbili ishirini na nne ishirini na tano leo ndo mwisho wetu. Usinyambie kama mechi ya tarehe ishirini na tano hamuifahamu. Hatuifahamu na hatuijui na hatutaki kuielewa hiyo mechi sisi, mechi yetu ilikuwa tarehe kumi na tano mm. tarehe kumi na tano kwa sababu zisizoeleweka ikapelekwa tarehe ishirini na tano hiyo mm. tarehe ishirini na tano sisi washabiki na wanachama wa Simba mm. hatuitambui lakini Simba wenyewe hamjaweka hadharani kupitia mitandao ya, ya kijamii. Statement ya mwisho ya Simba ilikuwa nini? Ni kuuliza mwandishi ile kuhusu mechi ya tarehe 15, ehe, walisema hawatoshiriki mchezo mwingine nje ya tarehe hiyo. Kuna statement yote imetolewa nyingine zaidi ya hapo katika peji ya Simba? Bado ndio inaashiria kwamba leo tunahitimisha msimu wa elfu mbili ishirini na nne na ishirini na tano. Wanaotaka kupewa pointi tatu wapewe mm. Wanaotaka kupewa ubingwa wachukue leo. Sisi ndo mwisho wetu, hatuna mchezo wote zaidi ya kumalizia wa leo. Lakini Ahmed alivyochapisha chapisho lake, aliandika mechi ya mwisho tukiwa wenyeji, kwa maana kuna mechi nyingine ya mwisho mkiwa wageni, ametaja mwenyeji Hey, chini pale. nimemaliza mimi, sijaona kama ametaja mwenyeji. Mimi nilichoona <tis> kwamba ameposti kwamba leo tunaagana, washabiki waje leo uwanjani tuagane, ndio statement yake ilikuwa hii. Lakini mbona mwanzo mlikuwa mpo Benedict sana, bodi ya ligi sasa hivi kama mnaikataa hivi, si utopolo ndio wanaendesha hiyo nchi? Si utopolo ndio wana wanasikilizwa wanachotaka Utopolo mashati yao yote yame, yamekubalika, watu wamejiuzuru, wengine wameachia ngazi eh? Tarehe imesogezwa mbele kwa matakwa yao na hawa hao, waliosogeza tarehe mbele wamejiuzuru. Sasa hiyo mechi tunaielewaje? Hatuielewi. Ndio maana nasema leo tunahitimisha msimu wa elfu mbili na nne na tano, tutaonana mwakani na mwakani. Wasithubutu watu wanaokuja hao, wasithubutu kukubali ao nyuma, mwiko kuzamini timu nane hiyo, naliongea kabisa mm. Sitaki hilo swala kulisikia, na viongozi wangu nawaambia kwamba hilo swala tusikubaliane naloceo. Mubeda mm, ah, na usimamie hilo swala Hatutaki mambo ya kudhamini timu nane msimu ujao. Sisi ndio na nakuambia, si madudu hayo yote yalikuwa ndio. Mm, nakuambia sasa, hatutaki bure, tukaenda tukacheza Zanzibar, tuhame na ligi eh, tuhame kabisa, tuondoke. Maana mwaka huu wamechukua pointi arobaini na nane za bure kwa udhamini wa timu nane hizo. Ndio maana mtu anashinda hapo goli tano goli sita mm, akienda kimataifa hata goli moja hapati, anadokuliwa eh, nje ndani. Ndio maana anafika hafiki mwisho. Lakini sisi mwandishi, leo niseme mm, kwamba sisi wanachama na washabiki wa Simba mm, tuko radhi na tumeridhika mm, na timu yetu kwamba hatua tuliyofika ya fainali ya kombe la shirikisho, hatua tuliyofika ya ligi kuu, tumeridhika. Hatuadai chochote, na mimi binafsi nasema kwamba nimeridhika pia. Tusichukue kombe lolote mwaka huu, lakini timu yetu iko vizuri. tusichukue kombe lolote. Tusichukue Tumundu kombe, tuondoke patupu, nimeridhika, lakini timu yangu iko vizuri na mwaka ujao inshallah, kama hayo madudu yatakuwa hamna mm. Basi tutachukua vikombe vyote, na na narudia kwamba na kombe la Ligi Kuu tukilikosa mm. tuna amani kuliko kucheza tarehe ishirini na tano tuna amani mm. tuko radhi tukose ubingwa mm. kuliko kucheza tarehe ishirini na tano. Hiyo viongozi wanisikie. Lakini uh, inasemekana kwamba kwenye uongozi wenu kuna wengine wanataka mechi, uh, mkachezo, wengine hawataki, kama kuna mbishano fulani. Sasa hayo mambo ya ndani msiyazungumzie, sisi tunazungumzia msimamo wetu kama washabiki na wanachama. Hayo mambo ya ndani watajua wao, ndio maana hawajatoa agizo lolote katika peji yao, agizo la mwisho statement ya mwisho inasema kwamba sisi mechi tunayotambua ni tarehe 15. Swala limeisha. Lakini mbona pia uh, miongoni mwenu nyie mashabiki kuna ambao wanakinzana pia, kuna wengine pia ukifanya nao interview kama hivi wanasema wanacheza wengine ndio kama hivi, na nyie mnasema hamchezi. Unajua kila mtu ana mtazamo wake. Hmm. kila mtu ana mtazamo wake, lakini kwa asilimia ambao hatutaki kucheza mechi ni zaidi ya 80 na kutokana na swala lilivyokaa. Unajua mwandishi, leo serikali haina mamlaka ya kuingilia mpira, hiyo kitu kiko wazi. Leo wakati waziri wa, wa michezo alivyowaita timu mbili hizi, Yanga na utopolo hao hao utopolo hawakukubaliana na swala la, la kukaa na waziri na kuelewana au kutumia busara. Sasa sisi hizi busara hatutaki tena sisi, hatutaki busara tena, tumechoka na hizi busara. Sasa hivi kanuni ifate mkondo wake wende, lakini kanuni zinaitaka Simba cheze mpira ili kuweza kukuza ligi yetu na maendeleo ya mpira kwa ujumla. Yaani uone kwamba unakizana na kile ambacho eh, kila klabu ilianzishwa kwa ajili ya kukifanya. Sasa mwandishi, klabu ilianzishwa yote na kubali unayosema Dio, lakini zipo kanuni. Kwa mfano nikupe tarehe nane, mechi iliahirishwa Machi yeah, sawa Dio, zilikuwa na sababu kwamba wane mechi imeahirishwa kwa sababu ya hizo hizo hizo na hizo Sui, su, nani, kulikuwa na ashiria ya rushwa na nini uvunjifu wa wow, amani na nini sawa Je, yeah, tarehe kumi na tano kulikuwa na sababu gani hiyo? Tunataka tujue, hatujapewa sababu kwamba mechi imepelekwa tarehe ishirini na tano kwa sababu zipi. Lakini afisa habari wa bodi ya ligi ameshakaazi kwamba sababu zitatolewa muda utakapofika. Basi watu watuei, ndio tutacheza labda, yeah. Tuzijue hizo sababu, hatuwezi kucheza bila sababu, hazijatolewa si Yanga walitaka wao, utopole walitaka hivyo hivyo, kwamba tarehe nane walivyolalamika kwamba kwa nini mechi iliahirishwa, walitaka sababu ndio maana wakagoma kucheza game ya tarehe kumi na tano. Basi sisi hivyo hivyo tunataka sababu sawa. Basi mwenyekiti aenda akacheze, nasema hivi, narudia mwenyekiti Mangungu aenda akacheze, lakini kama mnakinzana naye, sisi tuko tunasimama kwenye kanuni na tunasimama unajua, mwandishi leo utopolo hao hawezi akatuendesha bwana e. Wao nani katika nchi hii wao nani katika nchi, sisi tuna status zetu, sisi ndio wakubwa. Kwa hiyo naomba hata serikali isingilie swala hilo, naomba sana sana. Lakini Mangungu ndo kashasema hivyo sasa. Mangungu hajasema atacheza, amesema atacheza, hajasema hivyo. Amesema kwamba mamlaka ilipanga tarehe ya kwanza, tarehe ya pili, tarehe 15, tarehe 25 kazi yao kama klabu ya mpira ni kuitii mamlaka kile ambacho inachosema. Je, ikitokea wameamua kupeleka timu wanjani, basi akacheze Mangungu. Nimesema anisikie he. Akacheze Mangungu, timu imepelekwa uwanjani, kama mwana Simba basi aende yeye asimamie hiyo timu sana. Ile hatutaki kucheza tarehe 25, msimamo wetu ni huu, hatutaki kucheza. Hatuwezi kuwa wanyonge kila wakati tushakuwa wanyonge sana, sana. Imefika hatua tunasema basi tosha, wasipeleke timu, ndo neno langu, wasipeleke timu tarehe ishirini na tano. Basi wanaotaka wanaotamani kuenda kuangalia wakaende, waende hey, waende mimi siendi, Yaani hutaniona tarehe 25. Mimi tano, mi, mechi zote, si unanionaga kila mechi nipo, lakini tarehe 25 na tano hutaniona. Kwa hatuitambui hiyo mechi sisi. Sasa, mwandishi, leo mimi na wewe tumepiga picha hivi tunaposti bana picha yetu, kwani kuna nini sasa kama tumepost tulichoongea nini, wengine wanakijua. Sasa baada ya pale nijibu, kwanza nijibu, nijibu, usikimbilie yeah, yeah, tulichopiga picha mimi na wewe a yeah, wengine wanakijua sasa, sasa sasa baada ya pale, mzee wangu, ndio bodi ya ligi wakaja wakaposti ratiba nyingine ya mchezo, watu waka connect dots, ndio hiyo tunasema, ndio hao ambao kila wakati tarehe nane mara kumi na tano ambazo hazina sababu, sasa ishirini na tano hmm, ndio hiyo tunaongea kwa kifupi. Sasa hivi viongozi wao wanawachanganya Sio wanatuchanganya. Sikiliza, je, wameposti chochote viongozi wetu katika peji? Na wanarudia hiyo hiyo tena kwako, hamna posti yoyote. Kwa hiyo msimamo ni ule, ule. Si, no, msimamo ni ule, ule. Ni, no, wakati Simba wakitoa wa taarifa kuhusiana na mchezo dhidi ya Kagera Sugar, anasema kwamba mchezo wetu wa mwisho tukiwa wenyeji, kwa maana hapa huoni kwamba ni mchezo, kwa maana kuna mchezo mwingine wakiwa wageni eh. Nilikuuliza hivyo mwanzo kanikataa. Ndio hiyo narudia. Mwenyeji <laughs> sijaona mimi hiyo. Mimi nachojua. Kasema leo tunaagana. Tutakuwa <laughs> si tukuonyesha. Leo tunaagana. Pia <laughs> posi ya leo. Lakini hata akisema mwenyeji ni sawa mwenye kwani kuna nini? Maana yake kwamba eh, kama leo mkiwa wenyeji kuna mwingine mtaagana mkiwa wageni. Je, yeah, alisema kwamba tutakutana timu ya nani baadaye hapo? Baadaye mwenyeji ya leo sawa. Yeah. Lakini aliongea kitu kama hicho kwamba labda kuna mechi tumebakiwa na nyingine moja. Hiyo unatafsiri wewe. Lakini yeye hajaongea yeye, unajua ile ni fumbo ile mm. ile ni fumbo mm. ile ni fumbo mm. kwamba leo tuna agana. Sasa usichukulie neno hiyo moja kwamba mechi ya nyumbani, hilo swala alipohuwezi kuagana hapana. Alisema kwamba kuna mechi imebakia moja. Hebu naomba unijibu. Hatuijui. Hiyo mechi hata matola anamwambia hatuijui. <laughs> <laughs> Sisi washabiki na wanachama hatuijui. <laughs> <laughs>